Mamlaka za Uturuki zimewakamata waandishi kadhaa wa, wa, wa habari kama sehemu ya shinikizo dhidi ya maandamano yaliyoibuka baada ya kumshikilia meya wa Istanbul, Ekrem Imamoglu, ambaye ni mpinzani mkuu wa Rais Recep Tayyip Erdogan. Imamoglu alikamatwa na kuvuliwa umeya, kwa tuhuma za kuhusishwa na rushwa, hatua iliyozusha maandamano makubwa, ambapo zaidi ya watu elfu moja wamekamatwa hadi sasa. na mwenzangu Bruce Amani amezungumza na Mohammed Abdulrahman ambapo alianza kwa kumuuliza meya Imamoglu ana kipi kiasi cha kusababisha maandamano hayo makubwa? Nafikiri muhimu zaidi kinachosababisha maandamano hayo ni kwamba Waturuki kwa, kwa sehemu kubwa wamechoshwa na utawala wa muda mrefu wa Erdogan. Bila shaka, wanatambua kwamba Erdogan ameweza kuleta mabadiliko makubwa katika kipindi chake e, cha uongozi cha takriban miaka ishirini na moja hivi lakini wakati huo huo wanahisi kwamba wakati umefika kwake yeye kupumzika na kuiacha demokrasia ifanye kazi. E, tatizo kubwa ni kwamba huyu Ekrem Imamoglu ametokeza kuwa ndiye mpinzani mkubwa zaidi wa Erdogan na hasa uchaguzi ujao, pengine Erdogan anaona atakuwa na kazi ngumu. Kwa hivyo hii ni sehemu ya ule mkakati wa Erdogan wa kupambana na wapinzani wake wa kisiasa na sio tu eh, kupambana nao kwa njia ya kuwakamata na kuwafunga, ikiwa ni pamoja na waandishi wa habari na wanasiasa wengine wa wapinzani, lakini pia ameweza kuidhibiti mahakama na vyombo vingine vya dola na kuvitumia katika azma yake hiyo. Eh, Bwana Abdulrahman, Erdogan anakosea wapi? Kwa nini wanaturuki wanaonekana kumchoka? zaidi ni kwamba maendeleo ya kiuchumi ndiyo yamepatikana, lakini utaona kwamba utawala umekuwa na dosari kubwa uh -huh, na hata baadhi ya watu wa familia ya Erdogan binafsi wamekuwa wakituhumiwa kwa rushwa na ufisadi. Kwa hivyo ukizingatia hayo na mengineyo, sababu ni nyingi uh -huh. Uh -huh. E, utakuta kwamba watu wanahisi baada ya miaka ishirini labda Uh, kungekuwa na uongozi mwingine eh, katika kuifanya demokrasia iweze kufanya kazi barabara. Haya maandamano yamekuwa ni amani, lakini pia yamegeuka kuwa vurugu, polisi wakikabiliana na waandamanaji na hii pia inaathiri masoko ya hisa. Um, uchumi wa nchi bila shaka utatikisika. Kutarajiwe nini katika siasa na hali jumla ya Uturuki, unahisi Nafikiri siku chache zijazo ndizo zitakazotoa uh, sura kamili, hali itakuwaje, kwa sababu hivi tunavyozungumza ni kwamba maandamano haya na kujyu zilizotokeza uh -huh. Yamekuwa katika siku ya sita hii, leo yanaingia siku ya sita, na vyama vya upinzani kupitia viongozi wao wameomba kwamba waandamanaji waendelee na shinikizo hilo hilo la maandamano ili ku, kutikisa uh, utawala wa Erdogan haijulikani Erdogan atachukua hatua gani eh, lakini ule umaarufu waliokuwa nao tutakumbuka lile jaribio la mapinduzi ya kijeshi mwaka elfu mbili kumi na sita lilizimwa kutokana na, lilizimwa kutokana na vuguvugu la umma, kuonekana kwamba umma kwa sehemu kubwa umemuunga mkono Erdogan, na hivi sasa, siku hizi chache zijazo ndizo zitakazotoa sura halisi ya kuona kwamba ndiye hali hile inaweza kujirudia mm, na uungaji mkono wake mbele ya umma uko katika nafasi gani hivi sasa? Naam, huyu ni mwenzangu Bruce Amani alipozungumza na Mohammed